Ni wiki moja tangu makubaliano ya amani kusainiwa nchini Marekani, kati ya rais wa jamhuri ya kidemokrasi ya Kongo, Felix Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda, Paul Kagame, lakini kumeendelea kushuhudiwa mapigano baadhi ya maeneo ya miji nchini DRC. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya kiusalama na kijeshi, wanamgambo hao waliingia Uvira wakitokea eneo la kaskazini huku Marekani na mataifa kadha ya Ulaya yakiwahimiza waasi wa M23 kusimamisha mashambulio yao na kuitaka Rwanda kuwaondoa wanajeshi wake kutoka eneo hilo la mashariki mwa Kongo lenye utajiri mkubwa wa madini. Katika mkutano na waandishi wa habari, kiongozi wa muungano wa waasi wakiwemo M23, Kornel Nanga ametoa wito kwa jumuiya za kimataifa, akisema vita inayoendelea nchini humo ni baina yao na serikali ya Kongo, huku akikanusha kundi hilo kuungwa mkono na nchi nyingine. Tunatoa wito kwa jumuiya za kimataifa hususani Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika, Marekani, Qatar, Jamhuri ya Togo na nchi zote za eneo la Maziwa Makuu kuzingatia kukataa kwa ukaidi Kinshasa kuanzisha eneo la usalama Maeneo ambayo tayari tumeyapata kuanzia Kivu kaskazini hadi Kivu kusini, tunasema kwamba hakuna askari wa Rwanda, na zaidi ya yote tunasema kwamba mgogoro huu ni mgogoro wa Kongo na Kongo. Kwa upande wake, naibu mratibu wa muungano huo Bertrand Bisimwa amesema kundi hilo halina uadui na nchi ya Burundi, badala yake hawataki wanajeshi wake katika ardhi yao. Tumeeleza na kufafanua kuwa hakuna madai ya eneo juu ya Burundi na hatuna nia ya kushambulia jirani wetu kwa sababu siku zote tumeishi kwa amani na wananchi wa nchi hiyo. Tumeomba wanajeshi wa Burundi kuondoka katika ardhi ya Kongo. Ghasia hizo zilizoibuka upya zinatajwa kudhoofisha makubaliano yaliyolenga kumaliza mgogoro huo uliosimamiwa na rais wa Marekani Donald Trump Desemba 4 mwaka huu. Mashambulio hivi karibuni M23 yanajiri karibu mwaka mmoja baada ya kundi hilo kutoa udhibiti wa mji wa Goma na Bukavu, miji mikuu miwili ya majimbo katika maeneo yenye utajiri wa madini mashariki mwa Kongo, ambayo yamekumbwa na mapigano kwa miongo mitatu. Mimi ni Rajabu Msangi.